Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukujuze yale yaliojiri, tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Godwin Mwanja, na kwenye habari za michezo takuwa naye Mohamed Jamal. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Tanzania na Msumbiji zaimarisha ushirikiano kwa kusaini mikataba na hati za makubaliano. TAKUKURU waokoa kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 700 kwenye mikopo ya asilimia kumi ya mapato ya halmashauri ya jiji la Mwanza. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja, tuanzie huku mkoani Dar es Salaam, ambapo tunaelezwa kuwa serikali ya Tanzania na Msumbiji zimesaini mikataba miwili pamoja na hati nne za makubaliano ya ushirikiano katika sekta mbalimbali. Miongoni mwa maeneo yaliyojadiliwa ni pamoja na kuanzisha kituo cha pamoja cha forodha, mpango kubadilisha wafungo, wa kubadilishana wafungwa, wabadilishanaji wa wanafunzi, maendeleo ya sekta ya utamaduni, usimamizi wa dawa na vifaa tiba, pamoja na ushirikiano kati ya sekta ya utangazaji kati ya TBC na R Redio ya Msumbiji. Kimsola ana taarifa zaidi. Hafla ya kutiwa saini kwa mikataba hiyo imefanyika Ikulu jijini Dar es salam ikihusisha viongozi wakuu wa nchi hizo mbili, ambapo akizungumza baada ya utiaji saini huo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dk. Samia Suluhu hasan amesema yeye na Rais wa Jamhuri ya Msumbiji Daniel Francisco Chapo wamekubaliana kuimarisha ushirikiano kwenye nyanja mbalimbali, ikiwemo za biashara, uwekezaji na kuanzisha tume ya pamoja ya kiuchumi Viongozi yao pia wamekubaliana kuendeleza miundombinu ya barabara, anga na usafiri wa majini, kuanzisha vituo vya pamoja vya biashara mipakani, kubadilishana uzoefu na kufanya tafiti za pamoja kwenye sekta ya gesi, pamoja na kuimarisha kilimo kwa kufanya utafiti wa pamoja katika zao la korosho. Katika eneo la biashara na uwekezaji, tumekubaliana kuendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kati yetu ikiwemo kuwawezesha wajasiriamali na wafanyakazi wadogo na wakati kufanya biashara kwa urahisi, yaani tuwe na simplified trade regime. Tumekubaliana pia kuharakisha uanzishwaji wa vituo vya pamoja mpakani, kwasababu sasa hivi watu wetu wanapita kwenye mipaka ya Msumbiji kupitia Ruvuma na huku upande mwingine, lakini kunakuwa na shida za watu kupita kuchekiwa vitambulisho na mambo kama hayo, lakini tukianzisha kituo kimoja cha biashara ambapo watu watapita vizuri pale Mtambaswala, tutarahisisha zaidi biashara zetu. Pamoja na hayo, tumekubaliana pia kuanzisha tume ya pamoja ya kiuchumi, na tume hii itakuwa na jukumu la kufuatilia kwa karibu zaidi yale tuliyokubaliana kushirikiana ili kukuza uchumi wetu kwa haraka haraka kwa upande wake Rais Daniel Francisco Chapo wa Msumbiji ambaye yupo nchini kwa ziara ya kikazi amesema lengo la ziara yake ni kukuza na kuimarisha uhusiano wa kindugu, huku wakibainisha kuwa katika mazungumzo yao, Msumbiji meyomba Tanzania kusaidia kuanzisha jeshi la kujenga taifa kwa upande wa Msumbiji, sanjari na kuanzisha ushirikiano mpya katika uchumi wa buluu. Tumezungumzia kuhusu maeneo ya usalama, ulinzi na usalama, ambapo kumekuwepo na msisitizo wa ushirikiano kupitia uh, mafunzo kupitia ufadhili wa masomo, lakini pia uh, mafunzo pamoja na, uh, na, na, na mazoezi ya pamoja kati ya hizi nchi zetu mbili na tumeomba msaada wa Tanzania kutusaidia kuanzisha uh, jeshi la kujenga Taifa kwa upande wa Msumbiji. Aidha, ziara hii ya kikazi inakuwa ziara ya kwanza kwa rais wa Jamhuri ya Msumbiji tangu alipochaguliwa kuwa rais wa nchi hiyo. Asante sana, good luck Msola, kwa taarifa hiyo. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr Hussein Ali Mwinyi amewasii wananchi wa Tanzania kuendelea kudumisha umoja, mshikamano na amani kwa mustakabali mwema wa Taifa kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo, na kujiepusha na matendo yanayoweza kuleta mgawanyiko. Rais Dk. Mwinyi amesema hayo alipofungua dua maalum ya kumwombea rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na Mufti , mashehe na Waislamu waliotangulia mbele ya haki, iliyofanyika BAKWATA makao makuu Kinondoni jijini Dar es Salaam. Aidha, Rais Dk. Mwinyi amewapongeza uongozi wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA kwa kuendeleza utaratibu wa dua ya kila mwaka na kuiombea nchi amani. Ni jambo jema kuwa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania limekusanyisha hapa waumini na viongozi kutoka sehemu mbalimbali kwa madhumuni ya kuja kumwomba Mwenyezi Mungu atudumishe katika amani tuliyonayo, ili wananchi, wa, ili wananchi waishi kwa amani na nchi yetu iweze kupata maendeleo. Nami napenda kutumia fursa hii kuwasihi wananchi wenzangu tuendelee kudumisha amani yetu tuliyonayo kwa ajili ya mustakabali mwema wa taifa letu kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Ndugu Waislamu na wageni waalikwa, kwa lengo la kuleta mustakabali mwema wa taifa letu, lazima watanzania sote tuendelee kudumisha umoja na mshikamano wetu na kujiepusha na yale yote yanayoweza kutugawa. Tunajifunza kuwa haya ni miongoni mwa maagizo ya Uislamu, kama alivyotambia Mwenyezi Mungu katika aya mbalimbali za Qur'ani na kuhimizwa kupitia hadithi za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rais Dr. Mwinyi ameeleza kuwa amani na umuhimu mkubwa katika uchaguzi mkuu mwaka huu, kabla, wakati na baada ya uchaguzi huo. Rais Dr. Mwinyi amesema jukumu la kuwaombea dua mashehe, walimu na Waislamu walio hai na waliotangulia mbele ya haki na kuiombea amani nchi ni miongoni mwa dalili za imani ya kweli kwa waumini wa dini ya Kiislamu, kwa mikusanyiko yenye heri kwa mustakabali wa taifa. Serikali imesema inaendelea kufanya marekebisho ya kisheria yaliyotengwa kuimarisha ulinzi na maslahi bora ya mtoto, huku ikiweka wazi kuwachukulia hatua wale wote watakaotelekeza familia hata kama ni watumishi wa umma. Mwandishi wetu Pendo Mangala kutoka Dodoma anaarifu zaidi. Hayo yamaelezwa hii leo jijini Dodoma na Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima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 kwa kuwakatili wenzao. Kwa upande kwa wake Tulo Masanja ambaye ni kamishna msaidizi wa ustawi wa jamii, amesema kuwa bado wanaendelea kupokea malalamiko ikiwa ni changamoto ya wanaume kutelekeza wanawake wenye ujauzito kutokana na kudai kuwa hawana uhakika kama mimba ni za kwao. Mbia kutokuamini kwamba ni mimi, hiyo mimba siyo ya kwangu. Kwa hiyo ndio maana tunakwenda kwenye sheria ya mtoto pale anapothibitika kwamba umemkana au umemtelekeza huwa tunafikia hatua hata ya kupima vinasaba vya mtoto ili kuthibitisha kwamba ni mtoto wako. Kwa hiyo suala la mimba linaweza likaa na na namna na, na, na, na, na, na ngumu kidogo ya kulithibitisha pale ambapo unapotokea mtu anakana. Kwa hiyo mimi labda tu nikwambie bwana James, kwa sababu matokeo ya mimba ni mtoto, kwa hiyo ikitokea amekwepa basi tutafika kwenye hatua ya sheria, ya mtoto itachukua mkondo wake, itathibitika na atawajibishwa. Kauli mbiu ya siku ya kimataifa ya familia inasema mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Asante sana Pendo kwa taarifa hiyo. Serikali mkoani Mara imeonya na kupiga marufuku wanafunzi mkoani humo kukaa chini wawapo darasani kwa kisingizio cha upungufu wa madawati, huku wakurugenzi wa halmashauri na wakuu wa wilaya wakiagizwa kuchukua hatua za haraka kukabiliana na changamoto hiyo. Adam Kadutu anaripoti kutoka Mara. Marufuku hii inatolewa na mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi ambaye ametangaza operesheni maalum ya kuzibaini shule zote zenye uhaba wa madawati na msimamo wake ukiwa ni hakuna mwanafunzi atakayekaa chini awapo darasani, na ikibainika hivyo hatua zaidi zitachukuliwa kwa wahusika. Mimi nimetangaza operesheni kwenye mkoa wa Mara, na wananifahamu hawa tulio karibu, tukitangaza operesheni tunamaanisha. Nimesema ni marufuku kwa mtoto wa Mara kukaa chini shuleni, tutasukumana kweli usiku na mchana wilaya nyingine huko, na watumia salamu mnachelewa katika kutatua na kumaliza changamoto ya uhaba wa madawati kwa shule zilizopo hapa mkoani Mara. Wadau wa maendeleo na viongozi mbalimbali wameendelea kujitokeza kufanikisha upatikanaji wa madawati, na hapa mbunge wa jimbo la Musoma mjini anakabidhi madawati 600 kati ya madawati 2100 yanayotengenezwa kwa fedha za mfuko wa jimbo, awamu ya kwanza ya dawati 600 hizo hapo Kitendo cha watoto wetu kukaa vizuri kwenye madawati kuna wafanya waweze kusoma vizuri. Madawati haya ambayo tutayakabidhi leo yametengenezwa na vijana wa Musoma mjini ambao wako katika mfumo wezeshi. Tunaendelea kutengeneza madawati awamu ya pili 1500 yenye jumla ya shilingi milioni 112 na laki tano kwa walimu. Jambo hili linakuwa ni faraja kuona wakirahisishiwa mazingira ya ufundishaji kwa kuhakikisha watoto wote wanakaa kwenye madawati, huku nao wazazi wakipongeza hatua wa zinazochukuliwa na serikali. mia mbili E, wengi walikuwa wanakaa chini e, kuna shule e, inahitaji madawati mia mbili e, lakini na madawati 40 lakini hatujaweza kuchangishwa na tumesitukia tu tunaletewa madawati Watoto wetu sasa watakaa vizuri na watasoma vizuri. Nao baadhi ya wanafunzi wanasema ilikuwa ni mtindo wa kukaa kwa kubanana kwenye madawati machache waliokuwa nayo, lakini sasa wanafurahia masomo. Ah, madawati yao yatamsaidia sana. Mpaka wengine wanakaa chini Unabanana, ni hatuwezi hata kukaa vizuri. Moja tunakaa watu watano. Manispaa ya Musoma kwa sasa inaripotiwa kuwa na upungufu wa madawati 4406 kwa upande wa sekondari pamoja na shule za msingi. Asante sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo. Madiwani katika manispaa ya Mpanda mkoani Katavi wamechukizwa na kitendo cha ukosekanaji wa maji katika vituo vya afya na zahanati na kusababisha usumbufu kwa wagonjwa kutafuta maji nje ya vituo hivyo. Naye Mauseni ana taarifa zaidi. Madiwani wameyasema hayo katika kikao cha robo ya tatu, ambapo walitaka kujua ni lini changamoto hiyo itatatuliwa katika manispaa ya Mpanda, huku mganga mkuu akitolea majibu changamoto hiyo ukiangalia hiyo natoa huduma ya afya kukosa maji, unaweza kuona hivi pia, na maombi yetu yapo, kwa maana ya mkurugenzi, chini ya usimamizi wa kuomba budget ya kuweza kutekelezewa huduma ya maji kwenye kitengo hiki cha afya, kwa maana ya, ya anati yetu. Mimi swali langu sasa nitaka kujua kwenye vituo vya afya, lakini pia pa kwenye baama swala la ba maji hili lini sasa litakoma, ili ili changamoto hizi zisijitokeze zi tena kwa yes, sababu kitaka kuangalia si zaanati tu hiyo yaili kituo cha afya cha Mamkuru, watu wanachota maji ya kwenye majivu ndio wanaenda kuoshea mashuka ya ya nani ya ugonjwa kwa maji. Sasa hili jambo linakuwa ni ngumu sana, tunajua kabisa shughuli nyingi za kiafya hasa hazma hospitalini au kwenye vituo zinahitaji maji. Sasa nilikuwa nataka kufahamu ni lini mamlaka hii kushirikiana na ofisi ya mkurugenzi watapeleka maji katika kituo hiki cha afya Makuru? Tulienda pale tukafanya pump test tukakuta maji yapo, kwa hiyo tukaelekezwa kwamba sasa maji yale yachukuliwe pale kwenye kile kisima yafike kituo kituoni. Changamoto iliyotokea kituo na iliyochelewesha ni pump, hela tunazo tumetangaza mara ya kwanza ya pili na ya tatu bila kupata mtu wa kusafiri hiyo paa. Aidha, madiwani hao wamelalamikia changamoto ya upungufu wa madawati ambapo afisa elimu alitolea majibu changamoto hiyo. Mimi niombe tu kwamba wayagawe sasa, na tuangalie na mahitaji na ya shule hizi, kwa sababu kuna maeneo mengi kupeleka madawati mapungufu kwa namna hiyo, na kwa mfano shule ya msingi Kashata. Shule ya msingi Kasha iko katikati kusaidia. Tukisema tunapeleka madawati mia moja yawe? Wiki iliyopita tayari tulikuwa na madawati mia moja na tisini na sita ambayo yalikuwa yako hatua ya, ya ukamilishaji na mengine tumeweka katika ya shule ya msingi Lisukumiro. Hata wajumbe wakipata muda unaweza wakenda wakaona yale madawati. Ninaamini kufikia mwezi wa saba, yani tunapomaliza mwaka huu mwezi wa sita, zaidi ya madawati elfu moja yatakuwa tayari yamekwisha agawiwa mashuleni kutokana na mpango huo. Wakati akifunga kikao hicho, meya wa manispaa ya Mpanda, Haidar Sumli, amesema katika taarifa zote za kata zimeonyesha ubovu wa miundombinu ya barabara. Hivyo amewataka wataalamu kushirikiana na TARURA kuona namna ya kuziondoa changamoto hizo. Asante sana Neema Useni kwa taarifa hiyo. Madiwani wa Halmashauri ya Wilaya Shinyanga wamehoji utekelezaji wa miradi ya uwekezaji ambayo imekamilika na haileti tija kwa halmashauri hiyo huku usimamizi wake ukiwa bado haujafanyika na hivyo kuiomba halmashauri kuweka usimamizi madhubuti kwenye miradi hiyo ili kuiwezesha kupata mapato na kutangaza utalii. Mwavita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Wakizungumza kwenye baraza la madiwani la halmashauri ya manispaa ya Shinyanga la robo ya tatu wa mwaka wa fedha 2024-2025, wakahoji utekelezaji wa miradi hiyo kwenye maswali ya papo kwa papo kuwa miradi hiyo inalenga kutangaza utalii na kuiwezesha halmashauri hiyo kupata mapato. Nilini itaanza kuleta tija na faida kwa halmashauri kwa sababu inaonekana imekamilika lakini haifanyi kulingana na matarajio kwa namna ambavyo tumetekeleza. Sasa ni lini na ni sababu gani zimekwamisha kukamilika kwa maporomoko hayo, na sasa ukienda eneo linakuwa hata sio rafiki. Halmashauri ya manispaa ya Shinyanga, jinsi sasa hivi tunavyoonyesha kujiboresha, ni lini tutakuwa na soko la kisasa la wakulima ambalo tulitowe nje ya mji wa, wa Shinyanga kwa ajili ya kutofautisha na sasa hivi, kwa sababu soko letu la wakulima limo ndani ya mji katikati. Tukijiweka kule nje, hususani kule kwenye kata ya Mwawaza, kuna eneo pale lilipopwaga dampo lile la zamani, tukijiweka kule lile soko letu la wakulima, kwa hiyo wauzaji wa mboga mboga wote waishie kule, na zile baiskeli ziwe zinakomea kule, na kule zitakuwa tunapakia kwa bajaji kwa hizi gari zingine ndogo ndogo ili mji wetu kuweza kuboresha na kuweka uwe mji wa kisasa zaidi kulikoni jinsi ulivyo hivi sasa. Mkuu wa kitengo cha maliasili na uhifadhi wa mazingira manispaa ya Shinyanga, Ezra Manjelenga, ametolea ufafanuzi juu ya utekelezaji wa maporomoko yanayoendelea. Ni kweli kwamba halmashauri tumekuwa na shauli, tunokona, miradi mingi ya utekezeshaji wa mji na mojawapo ni sehemu iliyoitaja sehemu ya maporomoko na tumefanya hatua za mwisho za utekelezaji wa mradi ule kwa kufanya kujaribu endapo yale maji yanashuka kama ambavyo tunakusudia. Na mradi hii ilikuwa na lengo zuri tu la kuhakikisha pamoja na kwamba mji wetu unakuwa sehemu ya nzuri kwa watu kupumzika, lakini upendezeshaji wa mji kwa ujumla, lakini ndani yake tupate kipato kinachotokana na uh, upigaji picha na vivutio ikiwa ni sehemu ya vivutio vya utalii mstaiki mea wa manispaa ya Shinyanga, Elias Masumbuko amesema uwepo wa soko la kisasa kwa wakulima ni muhimu na kuelekeza kuanza kufanyiwa kazi. Hayo masoko ambayo yanaendelea kutoa ma, kutoa huduma katika manispaa yetu na kwa kiasi fulani yanaendelea kukidhi mahitaji ya wananchi wetu ambao wanayatumia masoko hayo. E, jambo hili pia ni msingi na ni muhimu Naomba tu mkurugenzi, jambo hili ulichukue na uliweke kwenye utaratibu wa mipango ya utekelezaji. Kama kuna kulegalega kwa sheria hizo, ni kwamba ninaahidi baraza kwamba hili kwamba tutaenda kuwafuatilia, ili ruti hiyo iliyoanzishwa, baada ya ujenzi huo kukamilika wa stendi na baadaye utaratibu ukawekwa rasmi, ukaanza na wakaanza kufuata hizo ruti, kama wamelegea, basi e, sisi kama manispaa wataalamu watafika vitengo vinavyohusika kwa ajili ya kufuatilia, watu wa bajaji waweze kufuatilia hizo ruti, na watakao kuwa wanakiuka watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria na taratibu na miongozo e, ya manispaa ya Shinyanga. Asante sana Mwamvita kwa taarifa hiyo. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, Dr. Doto Biteko amewahimiza wadau wa elimu barani Afrika kuendeleza mkakati na ushirikiano utakaowezesha mageuzi ya kidigitali katika sekta ya elimu. Mrisho Mapeyo anaeleza zaidi. Dr. Biteko ametoa rai hiyo jijini Dar es Salaam wakati alipomwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan katika ufunguzi wa kongamano la 18 la E-Learning Africa. Ameongeza kuwa Tanzania imedhamiria kuongoza katika matumizi ya kidigitali barani Afrika, ambapo dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka elfu mbili na hamsini inatambua kuwa mageuzi ya kidigitali ni kichocheo muhimu cha ukuaji wa uchumi, maendeleo ya kijamii na ushindani wa kimataifa. Na ili kufanikisha hili, Tanzania imeandaa mifumo kadhaa ikiwemo sera ya taifa ya tehama na mkakati wa uchumi wa kidigitali Tanzania wa mwaka elfu mbili na ishirini na nne hadi elfu mbili na thelathini

Kwa upande wake waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolfu Mkenda amesema Tanzania imeendelea kuwekeza katika matumizi ya teknolojia katika sekta ya elimu kwa kuhamasisha matumizi ya akili mnemba katika shule. Ameongeza kuwa kupitia kongamano hilo ambalo lilianza Mei 7, 2025 linatoa fursa ya kuimarisha na kukuza uhusiano na ushirikiano katika nchi za Afrika sanjari na kuboresha sera na mifumo yake ya elimu ili kuendana na teknolojia ya bunifu hususan matumizi ya akili mnemba. Akieleza kuhusu e-learning Africa, mwanzilishi mwenza wa Fikat Ghana, Dr. Aida Opoku Mensa, amesema kuwa akili mnemba ina manufaa makubwa kwa maendeleo ikiwa ni pamoja na kutumika kutatua changamoto za kufanya shughuli kama binadamu. Amezungumzia utayari wa Afrika katika matumizi hayo na kusema kuwa baadhi ya nchi za Afrika zimekuwa na mwitikio wa haraka wa matumizi ya akili mlemba kuliko nyingine kutokana na uwekezaji wake. Kongamano na maonyesho ya kila mwaka ya e-learning Africa ambalo lilianzishwa mwaka 2005 ni tukio kubwa linalotoa fursa ya kubadilishana maarifa kwa elimu ya kidigitali, mafunzo na ujuzi katika bara la Afrika. Asante sana Mrisho kwa taarifa hiyo. Serikali mkoani Tabora imewataka askari wa jeshi la polisi kutofumbia macho mtu yeyote ambaye anayeonyesha viashiria ama kujipanga kuleta viashiria vya vurugu kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu, ili aweze kuchukuliwa hatua wa za kisheria. Taarifa ya Joseph Ndau inasomwa hapa studio na Goodluck Msola. Mkuu wa wilaya Nzega na Itapwaki Tukai ametoa wito huo wakati akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Tabora katika hafla fupi ya ukabidhi zawadi ya shilingi laki tano kwa askari polisi wanane waliofanya vizuri katika kutekeleza majukumu yao ya kikazi, pamoja na ukabidhi vyeti kwa wadau wanaoshirikiana na jeshi la polisi katika utekelezaji wa swala zima la ulinzi na usalama. Niwatake jeshi la polisi kusimama na kuangalia wale wote mnaowaona wanafununu wana mambwembwembwe huko mtaani ya kutaka kupandikiza mbegu isiyokuwa ya maana ndani ya nchi. Ukimkamata ukimwona, hakikisha unamfikisha kwa vyombo vya sheria, ili atuambie yeye ameona nini huko mbele, ambapo sisi tunaona nchi yetu ni shwari na amani tuliyokuwa nayo iko vizuri. Msikubali watu waichezee nchi. Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora SACP Richard Abwao katika taarifa yake amedai makosa ya jinai yamepungua kwa asilimia 3.5 kuanzia mwezi Januari hadi Disemba mwaka jana ikilinganisha na kipindi hicho kwa mwaka 2023, wakati makosa ya usalama barabarani yakiwa yameongezeka kwa asilimia tatu nukta tano hivyo kwa upande wa makosa babani kuna ongezeko la makosa 2535 Ongezeko la makosa haya limetokana na operesheni mbalimbali ambazo zimeendelea kufanyika ikiwemo kuwafungia leseni madereva waono wa moto wanaovunja sheria na kusababisha vifo na majeruhi kwa wananchi. Tumeendelea kukabiliana na makosa ya mauaji na yapo mafanikio makubwa ya ukamataji wa watuhumiwa mbalimbali kwa mkoa wetu wa Tabora. Sababu kubwa zinazopelekea matukio ya mauaji ni pamoja na mapenzi, imani za kishirikina, migogoro ya ardhi, kulipiza kisasi pamoja na migogoro ya minafa. Lakini kwa jeshi la polisi, kwa takwimu zilizo nazo, inaonyesha kwamba mnapunguza pamoja kwa na kwamba tungetarajia kuona kwa uh, kuskela kwa makosa. Kwa hiyo tunapenda kuwapongeza na kumshukuru Mungu sana kwa ajili yenu kudumisha amani na utulivu ambao tumerisi toka kwa wazazi wetu, na si pia tuwarisishe wenzetu katika kipindi hiki hasa tunapoelekea katika uchaguzi mkuu. Asante sana Gula Kimsola kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari, na mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TV Habari: TAKUKURU waokoa kiasi cha zaidi ya shilingi milioni mia saba kwenye mikopo ya asilimia kumi ya mapato ya halmashauri ya jiji la Mwanza.